Halqa ya leo tutasahihisha maneno ya Sheikh Kishki kuhusu masala ya talaka, na kusahihisha kwenyewe sio kwamba nitatumia maneno yangu la, wala sitotumia, sitosahihisha kwa kutumia maneno ya mwanachuoni fulani la abadan, bali tutasahihisha kwa kutumia Qur'anul Karim, tasdiqan liqaulihi ta'ala wa nazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushran lilmuslimin. Kwa hivyo mwanzo tutasikiza klipu yake namna alivyozungumzia kuhusu masala ya talaka, kisha baadaye tutakuwa ni wenye kusahihisha e, masazi vinalo kutoka Marekani, yeye ana pongeza kwanza, anasema mada ni nzuri, lakini anauliza swali langu ni hivi e... mume akiwa ana utani mwingi wa kupenda kumwambia mkewe nimekuacha, nimekuacha, nimekuacha. Zamani je, unaweza kuondoka kwenu na utakuwa umeachika? Naam, bila shaka mume hata akitania akasema nimekuacha nimekuacha tena, mm -hmm. kwa sigha iliyopita au kwa sigha eh, ndio ile kitendo kilichopita eh. mm -hmm. Eh, hiyo ni talaka mamangu. Kama, kama eh, ni eda, kaa hapo hapo nyumbani kama ni talaka rejea, na kama sio talaka rejea ni ya mwisho

Kiutani, utani. lugha nyepesi ya kwetu Temeke, ngoma imetoka, umeachika. Mm. wallahu aalam. Siku zote huwa natoa mfano wa Sayidina Abubakarin Siddiqi radiallahu anhu, ili watu wapate kutanaba. Sayidina Abubakar aliulizwa kuhusu nini maana alkalala. Sayidina Abubakar akajibu ana saaqulu birai. na maneno kama haya hakuna anayoyasema isipokuwa ni yule mtu ambaye kwamba ni mutawadhi. Asema Saidina Abubakar, mimi nitasema kulingana na maoni yangu mimi. Yani Saidina Abubakar hapa ameshajiepusha, ameshajitoa katika hukumu yoyote ambayo kwamba utakayochukua kutoka kwake Asema ana sa aqulu birai, haya ni maoni yangu. Yani ni kama Saidina Abu Bakar anasema kwamba kila mmoja ataharak kutefuta ni nini maana ya alkalala. Kwa hivyo akasema ana sa aqulu birai in kana sawab famin allah wa in kana khata famini wa min ashaitan. Asema ikiwa itakuwa nimepata basi ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ikiwa itakuwa nimekosa, famini, ni kutoka kwangu mimi wa mina shaitani na kutoka kwa shaitani. Kwa hivyo Saidina Abubakar ameshajiepusha. Lakini maalasafu shadid nahnu qaddasna aqwalahum. Sisi tumeyatukuza maneno yao tukayafanya maneno yao ni kama qaulullah, ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani hawakosi. Na hii ndio ilitupelekea sisi mpaka tukaingia kwenye fatwa ambazo kwamba mukhalifu lilquran, fatwa tunazozitukua ambazo kwamba zinakhalifiana na Qurani. Utasikia unaambiwa kwamba qatlul murtadi, mwenye kurtadi auliwe. Qurani inakataa mambo kama hayo utasikia kwamba mwenye kufanya uchawi auliwe, mwenye kumtukana mtume au liwe. Yani ni kuua, kuua, kuua, fatwa za kuua ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lam yanzilu llahu biha min sultan, Mwenyezi Mungu hakututajia jambo hata moja katika fatwa kama hizi e, katika kitabu chake kitukufu, nao ni mfano wa hii masala ya talaka kama mlivyosikia. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kitabu chake ni rahma, ndugu wa Islamu, na rahma ukiitaka utaipata ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu, sio katika vitabu vingine, la abadan. Utaipata ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu. Ama vitabu vingine ambavyo ni vitabu vya mwanadamu, ni vitabu ambavyo kwamba muna misiba mikubwa. Halqa ya leo Kabla ya kuingia na kusahihisha maneno ya Sheikh Kishki, mwanzo tutaangalia fiqh inasema nini kuhusu at-talaqul hazi, yani talaka ya mzaha. Ukiangalia kwenye fiqh kwa mukhtasar, nitasema kwa mukhtasar kwamba masala haya ni masala ya ikhtilafu Sio kwamba wote wanavioni wamekubaliana, la, ni masala ya ikhtilaf. Kwa nini mashekhe hawaambii ukweli watu wa kwamba haya ni masala ya ikhtilafu na wataje mwanachuoni huyu amesema hivi na huyu amesema hivi na watoe dalili zao? Basi kwa nini wao watasimama na rai moja, na rai moja kama ile ni rai ambayo kwamba ni ya kuvunja mujtama, rai ambayo kwamba inafanya familia zitengane. Masala ya fiqhi ikhtalafu fuqaha, wamehtalifiana wanavioni. Jamhuru, jamhurul fuqaha wao wanasema yaqa, yani unapotamka talaka kwa mzaha, yaqa inahisabiwa talaka kama hili. Lakini sio kwamba wao peke yao walosema, la, kuna Ibnu Hazmi asema la yaqa Hawa walosema kwamba yaka kwamba inahesabika, wao wametoa dalili kama ulivyosikia, ulivyomsikia huyo shekhe alipotoa hiyo hadithi, thalathu jidduhunna jidd wa hazluhunna jidd at-talaq wa raj'a wan nikah, na kwenye riwaya nyingine wal itaq badala ya raj'a. kwa hivyo hii ni dalili yao hawa jamhuru alfuqaha walosema kwamba talaka ukitoa hata ya mzaha thalath. Dalili yao ni kwamba hii hadithi thalathu jidduhunna jiddu wa hazluhunna jidd at-talaq wan nikah wal itaq, ama war raj'a. Kwa hivyo hii ni dalili yao, wanasema. Na hadithi yenyewe maana yake ni kwamba unapozungumza hata kama ni kwa mzaha kama vilivyosikia, hata kama hiyo ni kwa mzaha, mambo matatu kama hayo ukiyazungumza, hakuna cha mzaha, yani huwa yametukia, yani kwisha lishapita. Na la kwanza ni at-talaq na nikah na rajaa, ama al-itaq, yani talaka na nikaha, ndoa na raja, yani kurudia. Ama kwenye hadithi nyingine yasema walitaqi, kuwacha mtumwa huru. hizi ni dalili ambazo kwamba walizozitoa wa jamhurul fuqaha na tutazungumzia mwisho kuhusu hini hadithi, lakini hapa ni mukhtasar tu wa haya masala ya alfuqaha. Lakini kuna Ibnu Hazmi, Ibnu Hazmi asema la yaqa, kwamba unapomwambia mke wako nimekuacha, la yaqa, hakuna lolote. Ibnu Hazmi anasema, na Ibnu Hazmi ni mwanachuoni mkubwa kama vile Imamu Shafii, Imam Malik, Imam Ahmad, Imamu Hambali lakini kwa nini hatuwaambii watu rai kama hizi ambazo kwamba zitaokoa mujtama? Naangalia maneno anayosema ama dalili anayoitoa Ibnu Hazmi. Ibnu Hazmi anasema aluqudi mabnaha ridha wala aqdu illa biridha al. Aluqudi yani mafungamano yani ndoa. Aqdi mabnaha ridha Jengo lake yani, imejengewa na radhi, yani maridhiano. Wala aqdi illa biridha, na hakuna aqdi yoyote, mafungamano yoyote isipokuwa ni kwa ridha, yani mimi nimekubali na yule mke naye amekubali. Hiyo ndo aqdi, yani tuwe tumeridhiana. Kisha sema waridha asasuhul qasdi. Na ridha Asasuhu, yani asasi yake alqasdi ni makusudio. Kwa sababu gani nasema maneno hayo? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam asema innamal a'malu binniyat, amali yazingatia ya nia. Kwa hivyo mimi ninapomwambia mke wangu kwa mzaha nimekuacha, simaanishi kwamba nimemwacha nimemtaliki, mimi nafanya mzaha yaani mimi sikuridhika kumuacha mke wangu, vipi utaniambia kwamba ameshaachika na mimi sikuridhika na jambo kama hilo? Kwa hivyo, angalia maneno ya Ibn Hazmi ni maneno ambayo kwamba ya dhahabu ambayo kwamba ni ya kuokoa mujtamaa, lakini utakuta rai kama hili imefichwa na imezikwa, hakuna anaizungumzia rai kama hili, lakini rai ambayo kwamba Said kila unapoisikia ni kwamba mwanamke unapomwambia mke wako nimekuacha, hata iwe ni kwa mzaha, huwa imeshapita hiyo, inahesabiwa kwamba ni talaka. Haya ni katika masala ya fiqhi, tuyaweke kando masala ya fiqhi, tuingie katika Qur'an, tuangalie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema nini kuhusu masala ya talaka. Je, ni sawa walivyosema hawa jamaa, ama Mwenyezi Mungu ametuambia habari nyingine? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atwambia kwenye Qur'an ya ayuha nabii idha tallaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wahsul idda. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an anatuambia ya ayuha nabii, anasema ya ayuha nabiyu, ewe mtume, idha tallaqtumun nisa, pindi mnapowataliki wanawake

kwenye Qur'anul Karim aliposema wahsul idda, anamaanisha kwamba uwe ni mwenye kukamilisha, yani usifarikiane naye kabla ya kuisha muda kama ule, kwa sababu maana al-ihsa ndani ya Qur'ani, maana kilma al-ihsa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema wahsul idda, yani al-ihsa an ta'lama majmu'u kullu al-ashya' hiyo ndio maana ya al ihsa. Kwa hivyo ni ule muda uwe umekamilika, iwe ni miezi mitatu, iwe ni tahara tatu, iwe ni wadhu lhamli kuza mtoto nisa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati aliposema ya ayuha nabiyu idha talaqtumun nisa fatalliquhunna liiddatihinna, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuonesha hapa kwamba talaka ni idda ni muda. Talaka ni idda, walaysa lafdhu, wala siyo matamshi. Talaka ni fi'li, ni kitendo, walaysa lafdhu, wala siyo matamshi. Talaka maana yake ni kujiharamisha kumwingilia, kutomwingilia mkeo kwa muda, mudatu zamania, iwe ni mezi mitatu, ama thalata qurui, ama wad'ul hamli hiyo ndiyo twalaka, sio kutamka. Matamshi hayana impact yoyote, matamshi hayana athari yoyote unapotamka matamshi, ikiwa hutofuata idda. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa hazungumzi kuhusu matamshi, kutamka la, basi ba, bali anatuambia fatwaliquhunna liiddatihinna atalaqu fiilia talake ni kitendo, kitendo yani unajizuia baada ya kumwambia mke wako nimeshakuacha. Kwa hivyo itabidi uanze kuhisabu mpaka ifikie miezi mitatu, ama thalatha quruu ama wad'u lhamli. Inapokamilika wahsul idda, inapokamilika huwa sasa hiyo inahesabiwa talaka moja. Kwa hivyo ni idadi talaka, wala siyo matamshi kutamka. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala aliposema, fatalliquhunna liiddatihinna wahsu lidda, hapa ni wazi kuonesha kwamba talaka siyo matamshi bali ni uhisabu zile ule muda kwa hivyo talaka sio matamshi bali ni kitendo, na kitendo chenyewe ni kutomwingilia mke wako kwa ule muda. Ni kama vile swala. Swala ni fiilii, ni kitendo, ni lazima usimame uswali, sio matamshi kutamka. Ni kama swaumu. Swaumu sio kusema mimi leo nimefunga, la, ni ume umefunga, umamaanisha kwamba umejizuia ume na kula, umejizuia na kunwa, na umejizuia kuto ingili kutomuingilia mke wako, kwa hivyo ni fiilia na talaka nayo pia ni fiilia, wala sio matamshi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, At-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Mwenyezi Mungu anatuambia at-talaqu marratani. Mwenyezi Mungu hakusema at-talaqu ithnaini, la, amesema marratani lau angesema ithnaini ingekuwa tuna hisabu lafdhu, lakini Mwenyezi Mungu amesema atwalaku marratani. Kwa hivyo ni lazima tujue nini maana marratan. Ni muhimu tujue, kwa sababu Mwenyezi Mungu kwa nini hakusema, na hii ndio tadabur. Kwa nini Mwenyezi Mungu hakusema ithnaini, amesema marratani? nini maana marra? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sarafa lana al-amthila ametupigia mifano ndani ya Qur'ani ili tupate kuelewa nini maana ya mara. Mwenyezi Mungu atuambia kwenye surat Tauba aya ya 80. Asema istaghfir lahum au la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allahu lahum. Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala ametaja 70 maratan. Kusema 70 la, amesema 70 maratan. Mwenyezi Mungu hapa, hichi kilma alichokitumia in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allahu lahum ni kuonesha kwamba 70 maratan ni jambo ambalo kwamba murhiq, ni jambo ambalo kwamba gumu la tabu kulifanya, ndio akasema in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allahu lahum. Mfano mwingine nitachukua kwenye hadithi Hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam inasema ma min abdi yastaghfirullah wa yatubu ilayhi fi al-yawmi 70 maratan illa ghafara Allah wa inni wallahi la astaghfirullah wa atubu ilayhi fi al-yawmi 100 marra. Mtume hapa sallallahu alaihi wasallam anasema wallahi, yani kuonesha sio jambo rahisi, hilo ni jambo gumu wallahi, na hapa kwa Mwenyezi Mungu Eh, la astaghfir, wa in, inni la astaghfirullaha fil yawmi eh, wa waatubu ilaihi miata marra, yani kwamba mimi namwomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu na kuleta toba miata marra, yani kuonyesha ni jambo kubwa hilo, miata marra. Kwa hivyo nini maana ya marra? Mara siyo idadi kuhesabu moja, mbili, tatu, nne, tano, sita mpaka ufikishe sabini ama ufikishe mia. La, la la siyo idadi marra, siyo idadi la. Mara maana yake tawatulia. Mfano, umetukua tasbihi, tasbihi ambazo kwamba ziko na tembe mia ama mia mbili, ukaleta istighfar, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, ukaleta istighfar mara mia, mara mia mbili, mara mia tatu, mara mia nne, mara mia tano, vile unavyoweza. Baada ya hapo wewe endelea na istighfari, ukaamua kwenda choni kwa hivyo unapokwenda chooni, unapowata kuleta istighfari na ukienda zako chooni kufanya haja zako kufanya mambo yako, hiyo inahesabiwa marratan. Idadi uliyosoma haihusiki, mia elfu, lakini maratan, maratan ni marhala. Kwa hivyo ile inaitwa maratan. Kwa hivyo mwenyezi Mungu aliposema

yani 70 mara sio kuhesabu, astaghfirullah astaghfirullah mara 70, la Mwenyezi Mungu akusema intastaghfir lahum ha, hangesema intastaghfir lahum um, 70 mara falan yaghfira. Yani 70 mara uende kaburini wewe, ulete istighfari idadi unayotaka wewe, kwa muda wa masaa masaa mawili, kisha ukaondoka kwenda zako kazini, ukaja tena, hiyo yu itakuwa ni maratan. Umeondoka umeenda zako kazini, hiyo yu itahesabiwa umeleta istighfaru maratan ukaja tena ukaleta istighfaru pengine ni jioni mpaka ishai, kisha kenda zako nyumbani, hiyo inaitwa inakuwa maratani. Hivyo ndiyo maana ya marra mara, maana yake ni marhala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aliposema atwalaqu maratani, yani atwalaqu halatani marhalatani, wala sio idadi la ni muda tu zamania kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia at-talaqu maratani, hamaanishi matamshi. Yani wewe unapomwambia, yaani matamshi hayana athari yoyote unaposema nimekuwacha, yaani mfano umemwambia mkeo nimekuwacha, alafu baada ya kumwambia nimekuwacha, jioni yake wewe ukamwingilia mke wako, hakuna athari yoyote Umwa ukitaka kufuata ni kwamba umemwambia nimekuacha. Baada ya kumwambia nimekuacha, sasa unahesabu zile siku, yani humwingilii. Na kipindi kama kile, yeye ni bali wako wewe, mwanamke, yani huyo ni bali wako, walaisa zauji, kwa sababu dalala ya bali ndani ya Qurani ni yule kwamba kwa hazai kwa aina yoyote kwa hivyo maadamu hakuingilii mume wako kipindi kama kile, huyo ni bali wala laisa zauji. Kwa hivyo, lakini itakuwa weko chini ya himaya na dhima, bado ni mume wake, lakini huwa ni bali wala haiti zauji wa, yani. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala aliposema, atalaqu maratani, yani atalaqu marhalatani au halatani. Kwa hivyo unapotamka wa aina yoyote uwe na hasira, uwe na furaha, uwe na huzuni, kwamwambia mkeo kwamba nimekuacha, haina athari yoyote. Kuwa na athari ni uwe takuwa umemwambia nimekuacha, alafu sasa unahesabu ile idadi, wahsul idda, ukamilishe ile idadi. Unapokamilisha ile idadi, ndiyo hapo inajulikanwa kwamba wewe umemtaliki lakini sio matamshi tu tamke tena mzaha, uje utwambie kwamba kwisha, ameshaachika yani. Ndugu Waislamu, yafaa kila mmoja wetu awe ni mwenye kutafakari hili jambo, sio kwamba ni jambo la mchezo. Jambo kama hili ni jambo, wafarikisha wewe familia ambayo kwamba iliyokuwa pamoja kwa muda mrefu sana, wewe waja kuifarikisha, yaani maneno tu watamka, basi ameshaachika la abadan, haiwi kama hivyo. Mwenyezi Mungu atuambia, atwalaqu maratani, twalaka ni mara mbili. Ndugu Muislamu, tunapotaka kufunga ndoa utakuta kijana anawambia wazazi wake kwamba mimi nataka kuoa, wazazi kama wale wanatoka wanapeleka maneno kule, yani ni process baada ya maneno kuna siku ya kupeleka mahari. Baada ya siku mahari kuna siku ya kuoana. Wakati wa nikaha tumeweka masharti, ni lazima kuwe na mashahidi wawili, ni lazima kuwe na walii ili apate kutoa idhini. Yani wakati wa ndoa tumewekea masharti tungu nzima, na ni proses ndefu. Leo vipi, wakati wa kuachana iwe ni matamshi tu, watamka matamshi ambayo kwamba kwa amba, watamka tu nimekuacha tikwisha umeshavunja ndoa ambao kwamba ulo struggle kwa muda ama mulo struggle wewe mume na mke kwa muda wa miaka 30 20 50 10, ije ivunjwe tu kwa matamshi tu ya maneno yaani, wakati wa ndoa kufunga ndoa process ilikuwa ndefu, lakini wakati wa kuachana ni matamshi tu tamke. Ndugu wa Islam, Turudini katika kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Siku zote tunapokuwa tunakigura kitabu cha Mwenyezi Mungu, ndio misiba sampuli kama hini tunaipata, fatwa kama hizi ambazo kwamba ni ziko kinyume na maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, ambazo kwamba tunazisikia. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kitabu chake kimejaa rahma, kitabu chake hakina dhulma ndani yake. Fatwa yoyote ambayo kwamba utaiona iko na dhulma, na hii fatwa kama hini ni fatwa ambayo kwamba imejaa dhulma, imejaa dhulma, kwa sababu unafarikisha familia. Familia ngapi zimefarikishwa kulingana na fatwa kama hini, ambapo wameitukua dalili yao kutokana na hadithi, na hadithi yenyewe fihi maqal, hadithi yenyewe fihi maqal fihi man dha'afahu kuna waloidhoofisha wakasema ni dhaif, kuna walosema ni hasan, kuna walosema ni sahih. Yani mpaka dalili yenyewe wanaoitegemea fihi maqal, sio kwamba wote wamewafikiana kwamba hii ni hadithi sahih, la. Na tukiangalia hiyo hadithi ambayo kwamba wanaoitegemea, thalathu jidduhunna jid wa hazluhunna jid anni at-talaq wan nikahu war raj'a ama wal itaq, tuangalie hii hadithi hadithi yenyewe haiamkiniki kuwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwenye kuisema hadithi kama hii, kwa sababu yasema hadithi kama hii inasema mambo matatu hayafanyiwi mzaha. Kwa hivyo ukifanyia mzaha yani, huwa ilishakuwa hata ukisema kimzaha jambo la kwanza annikah. Sasa niambie mimi, napomwambia ama wewe ama mtu yoyote, unapomwambia msichana kwamba mimi nimekuoa, yaani mzaha tu. Umemuona njiani ukamwambia mimi nimekuoa, yaani yamaanisha kwamba ndio ushamuoa hivyo? na hutosikia mwanachuoni yoyote anayezungumzia nikah anazungumzia talaq peke yake. Nikah anakwambia la, la, la, lazima sharti, lazima walile la, lakini talaq basi yani, mtume amesema maneno matatu, lakini hili la nikah halitukuliwi la tukuliwa la talaq peke yake na kisha vipi watu ambao kwamba wanaofanya comedy wanaofanya wanao act movie eh, kwamba huyu ni mke wangu, yani ki movie tu wakaoana, wakamwambia mimi nimekuoa, wakafungushwa ndoa? Yani kulingana na hii hadithi ni kwamba wale washaoana kwisha, wa washaoana kwa hivyo, hadithi yenyewe ni hadithi dhaifu na hayamkiniki kwamba mtume Sallallahu alaihi wasallam ameyasema maneno kama haya. Kwa hivyo ndugu Waislamu, mama zangu, madada zangu, mabinti zangu, talaka, mume anaposema nimekutaliki, haina athari yoyote akiwa hatofuata ule maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wahsulidda Talaka sio matamshi anaposema nimekutaliki, ni lazima asikuingilie. Yani akiwa ameamua kukutaliki, ni lazima asikuingilie kwa muda wa miezi mitatu ama tohara tatu ama thalatha, eh, ama wadh'u alhaml, hapo itahisabika hiyo ni talaka, lakini kutamka tu haina athari yoyote ndugu Muislamu.